Bwana Yesu asifiwe. Katika siku hii ya leo ya maombi, ninakuja kwako na tafakari fupi inayotuongoza wazo kuu la maombi katika siku hii ya leo, na ninakualika tuombe. Baba mbinguni, tupatie tafakari fupi kupitia maombi katika siku hii ya leo na wazo hili likatusaidia kuelewa nini hasa dhima ya maombi kwa jina lake Yesu, amen. Mara nyingi tunapokwenda katika maombi, wengi tunatamani sana kusikia Mungu akishughulika na ya kwetu, lakini ni mara ngapi tunapotenga muda ni mara ngapi tunatenga muda ili kujishughulisha na yale Mungu anayosema? Nini hasa ajenda ya maombi? Msingi wa maombi ni mimi na wewe kumsikiliza Mungu anapozungumza na mimi. Hiyo ndiyo ajenda kubwa ya maombi, lakini mara zote wengi tunapokwenda katika maombi tunatamani hasa Mungu atusikilize zaidi ya sisi kumsikiliza. Je, hiyo ndiyo ajenda ya maombi? Hebu sikiliza neno hili katika Mithali sura ya 28 fungu la 9, anasema yeye aligeuzaye sikio lake asisikie sheria, hata sala yake ni chukizo. Na hivyo msingi wa maombi ni zaidi ya sisi kutaka kusikilizwa. Na hivyo kusudi kubwa ni Mungu sisi tumsikilize katika sala na katika maombi, kwa nini? Kitabu cha ja Njia Salama ukurasa wa 72 anasema, na katika kuomba, katika kuomba tunamfunulia Mungu mioyo yetu na kuongea naye kama tunavyoongea na rafiki wa kweli. Si lazima kufanya hivyo ili kumjulisha Mungu hali yetu ilivyo, bali kuongea naye kunatuwezesha kumpokea Mungu mioyoni mwetu. Sala hazimlazimishi Mungu kushuka kwetu, bali ni sisi tunaoinuliwa mpaka kufika kwake. Njia Salama ukurasa wa sabini na mbili. Kwa hiyo hilo ndio kusudi la sala, ajenda ya sala, ajenda ya maombi si kumleta Mungu kwetu bali ni sisi kuelekea kwake hadi kufika mahali yalipo. Hilo ndio kusudi kubwa la kuomba. Kwa hiyo tunapozungumzia habari ya maombi, ajenda kubwa ni mimi na wewe kumsikiliza Mungu. Mungu anazungumza nini tunapoomba? Kabla ya sisi kutaka kusikilizwa ni kwa namna gani tunavyomsikiliza Mungu kupitia maombi? Ndipo tunapaswa kuelewa kwamba kama Wakristo, katika ajenda ya maombi lenga kumsikiliza Mungu zaidi. Utakapomsikiliza Mungu zaidi katika maombi utapata wasiwasi wasi, Utapata mashaka na hata amani ya moyo utaipata unapomsikiliza Mungu. Ni lini ulitenga muda kwamba leo nahitaji tu kumsikiliza Mungu? Wakati mwingine hatutengi muda, tunatenga muda ndio wa kutaka Mungu atusikilize. Lakini ni mara ngapi tunatenga muda ili kumsikiliza Mungu anasema nini mioyoni mwetu? Lazima tuyazingatie hayo kama Wakristo tunaosafiri kwenda mbinguni na tunaotamani kudumisha uhusiano wetu na Mungu kwa njia ya maombi. Tenga muda, panga muda kila wakati wa kumsikiliza Mungu anazungumza nini ndani yako. Na kwa sababu wengi kuwa na uh, kutamani wengi, kwa kuwa tunatamani Mungu atusikilize, ndiyo maana wengi, hata katika maombi yetu, tunatoka bila kupata uhakika wa kile tulichokiomba. Kwa nini inafikia hapo? Inafikia hapo kwa sababu hatujawa tayari kumsikiliza, ila badala yake tunataka yeye ndiye atusikilize. Ndiyo maana hata wengine tunatoka kwenye maombi bila kuwa na badiliko la kiroho. Kwa nini? Hatutengi muda wa kutosha kumsikiliza Mungu. Na hivyo mara nyingi tunapokuwa katika kuomba, tunafikiri kwamba tunaomba ili Mungu asikie tunachoomba, lakini zaidi ya Mungu kusikia tunachoomba, sisi ndio tunahitaji kumsikiliza zaidi. Tunahitaji kumsikiliza zaidi ili kusikia kile ambacho Mungu anatuambia. Tunapoomba ili tumsikie Mungu badala ya kutarajia atusikie, tunatazama maombi kwa njia tofauti sana. Na kwa sababu hiyo, hii ndiyo maana ya maombi kwamba ni kudumisha mazungumzo kati yetu na Mungu kama tunavyozungumza na rafiki zetu wa kawaida. Kwa hiyo basi, zaidi ya kutaka Mungu atusikilize, tuwe na muda wa kumsikiliza Mungu, na hapo ndipo tutakuwa na maombi ya dhati yaletayo matokeo ndani ya mioyo yetu. Omba, si mpaka Mungu akusikie, bali mpaka kumsikiliza na kutenda kwa yale anayokuelekeza. Kwa hiyo zaidi ya kutarajia Mungu kutusikia, hata hivyo, yeye anaahidi kutusikia maombi yetu, maana ndiyo tabia yake, ndivyo alivyo yeye, anasikia. Lakini ajenda ni hii, wewe unamsikiliza Mungu katika kuomba. Na hivyo katika tafakari ya leo, hebu Mungu atusaidie, zaidi ya kuhitaji akusikilize, hebu kusudia, hebu lenga kumsikiliza Mungu katika maombi, na hapo ndipo tutakuwa na maombi ya dhati yenye matokeo chanya, matokeo ya kutukuza kiroho baina yetu na Mungu wetu ambaye tunampatia haja zetu. Usisahau maombi, maombi, sala. Usisahau jambo hili: sala hazimlazimishi Mungu kushuka kwetu bali ni sisi ndio tunaoinuliwa mpaka kufika kwake. Njia Salama ukurasa wa sabini na mbili. Usisahau maneno hayo. Kwa hiyo kila siku dhamiria kumsikiliza Mungu katika maombi, na Mungu atashughulika na maombi yetu kwa kupatana nasi kama watoto wake. Ajenda kubwa ni sisi kumfikia Mungu alipo na yeye kutubeba mikononi mwake na kudumu katika mikono yake, tukidumu kutenda mapenzi yake. Katika siku ya leo ya maombi, dhamiria kumsikiliza Mungu katika kuomba. Dhamiria kumsikiliza Mungu anasema nini ndani ya moyo wako, nawe utende kama anavyokuelekeza. Mungu akubariki, tuwe na siku njema ya maombi. Basi tuombe. Baba wa mbinguni, Asante kwa tafakari hii. Wakati mwingi tunatamani katika ubinadamu wetu wewe utusikilize, lakini mara nyingi sisi hatupo tayari kukusikiliza. Nawe unatufundisha ya kwamba zaidi ya kutafuta wewe kutusikia, tunapaswa sisi kukutafuta ili tukusikilize unazungumza nini. Kama tunavyozungumza na marafiki wetu wa kawaida, ndivyo wanavyotuelekeza kutafuta kwa njia ya maombi utafuta uso wako kwa kuja kwako, ili tukusikilize na kuisikia sauti yako na kutendea kazi. Hilo ndio kusudi kubwa unalotamani kuliona katika maisha yetu. Hivyo tusaidie, kila siku tudhamiria kusikiliza sauti yako katika kuomba, na hapo ndipo tutajibidisha katika maombi ya dhati, tutakuwa kiroho, tutadumu katika kutenda mapenzi yako, maana tumekubali kuisikia sauti yako na kuizingatia na kuifuata katika mioyo yetu. Tuwezeshe, tubariki katika siku hii ya leo ya maombi. Andaa mioyo yetu kwa ajili ya kutana na wewe, nawe Mungu udumu kutamalaki katika maisha yetu. Kile tu hapo leo, roho wako mwema asipungue katika maisha yetu sasa na siku zote. Ndivyo tunaomba na kuamini, kwa jina lake Yesu Amen. Mungu akubariki, ninakutakia tafakari njema na siku njema ya maombi. Bwana awewe, pamoja nawe. Tuwe na siku njema ya maombi, tudumu kuombeana. Mungu akubariki.